Wakulima wa miwa eneo la Bumula kaunti ya Bungoma wamejitokeza kupinga pendekezo la kutaka kubadilishwa eneo lao la uzalishaji wa miwa wakitaka kuzalia katika zoni ya lower western, ikilinganishwa na pendekezo la kuwekwa katika zoni ya upper western kabla ya uchaguzi wa kurugenzi unaotarajiwa hivi karibuni. Wakulima hawa akiwemo Bili Wanjala wanasema tangu miaka ya awali wamekuwa wakipeleka miwa yao katika kiwanda cha sukari cha Mumias, wakisema hawatakubali kushawishiwa kupelekwa kwingineko. Sisi farmers over 10000 ambao tuko Bumola hatuna contract za Nzoya au Naitiri, tuna contract za Mumias. That means whether unataka kuwa uh, director au uwe voter, utaruhusiwa kusimama kwa sababu una contract ya hiyo zoni wanataka tu, tu, tu, tu, tuende na pia hutapika kura. We are over 10000 as I said and we have told Sugar Board, we have told all those in authority kuwa anything that will come as election without Bumula being in the lower zone tutaipinga through court. Aidha, wameongeza kuwa wakulima wanategemea zao la miwa kujikimu kimaisha wakisema wanastahili kuwa na uhuru wa kupeleka miwa yao kwenye kiwanda watakachopata malipo yanayowafaa kwa wakati. Kadhalika, wametishia kutoshiriki uchaguzi wa kuwachagua wakurugenzi wa kikanda iwapo suala hilo halitashughulikiwa, huku akimtaka Rais William Ruto kuingilia kati na kuangazia swala hilo kwa kina. Mambo ya soni kusema ya kwamba Bumula ye uwe hapa sendro hapa sendro. Sisi kama wakulima tulisema ya tuwe suka kubali Mumias ipaki na zile pine zenders zenye walichenga zile mashamba zenye zilikuanga sa kitambo. Sisi tulipaliana kwa, kwa, kwa kauli moja ya kwamba ipaki tu Mumias atu kubaliana ya kwamba Mumias Bumula yende hapa sendro. Tulisema Mumiasi ipaki, Mumiasi hata tukiwa Lower Sendro, naye Mumiasi Bumula ipaki enda wapi Lower Sendro, na tukakubaliana hivyo. Na hiyo mambo vile tuliongea mwezi wa nne hatujasikia ripoti yoyote. Sasa mi naomba serikali ikisikia, iambie rai kama alichukua Nzoya, sisi tulikubali apaki na Nzoya na atumia hiyo mali ya Nzoya penye ilikuwa inafika. Asija kaingilia Bumula. Bumula is an old Zoni ya Mumias. Pia ni mukulima, nalima napeleka Mumiasi chuzi, nimepata bonus nimefurahia sana. Mimi mwenyewe nakucha mkongo, nalima miwa yangu, na alafu ananiambia ati nipeleke Nzoya, wanichaji pesa mingi ya transport. Kwa nini sisi wakulima tunaumia? wili Haemba, Kurunzi Bungoma.